Jina Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi, ndugu zangu wapendwa, karibuni tuungane na tv yetu SJM, ambako siku ya leo tunaenda kuangaza, tunaenda kuona juu ya familia zetu. Lakini leo tunaziombea familia zetu kwa maombezi ya Mtakatifu Yosefu. Wito wa sala ni kwamba sala ni silaha. Kwa hiyo, wanafamilia wanafamilia wote tunapaswa kusali, tunapaswa kutumaini, tunapaswa tusiogope kusali, kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi. Sala ifuatayo ni kwa ajili ya kuombea familia zetu kwa maombezi ya Mtakatifu Yosefu. Tuombe. Mtakatifu Yosefu, mlezi wa familia takatifu, tunakuomba, ombea familia zetu katika wakati huu wa hitaji na baraka. Mtakatifu Yosefu, mlezi wa familia zetu, tafadhali Angalia familia zetu kwa mwongozo wako wa upendo, uzunguke na utunzaji na ulinzi wako wa kibaba katika familia zetu. Tusaidie kuiga wema wako wa utii, subira, na kumatumaini na kumtumainia Mwenyezi Mungu tuongoze katika mahusiano na majukumu yetu, utuongoze karibu na Yesu na Maria kwa upendo wa kujitolea. Mtakatifu Yosefu, ombea familia zetu. Familia zetu zibarikiwe, ziwe na umoja, ziwe na ufahamu na ziwe na amani. Imarishe vuo vyetu vya upendo na mawasiliano utusaidie ili tuweze kusaidiana na kuthaminiana katika familia zetu. Utuombee wakati wa shida na kutokuwa na hakika, utupe mahitaji yetu na utulinde na madhara yote, na utujalie neema ya kukukua katika imani, tumaini na mapendo, ili tuwe mfano mzuri wa upendo wa Mungu ulimwenguni. Ewe Mtakatifu Yosefu, mlinzi wa wafanyakazi na familia kwa wema wako na huruma yako, usikie maombi yetu na utusaidie kujenga nyumba zilizojaa upendo, furaha na utakatifu ambamo Mungu yupo katikati ya yote tunayofanya katika familia zetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. E hey, mtakatifu Yosefu, mume wa bikira Maria na baba wa Yesu, tunaomba utusaidie katika maisha yetu ya kifamilia. Tunakuja mbele zako tukitafuta ulinzi na baraka zako. Tunakuomba utujalie upendo wa dhati katika familia zetu umoja katika maamuzi na changamoto tunazokutana nazo katika familia zetu. Kiongozi wenye hekima kwa watoto wetu katika familia zetu, utujalie faraja na nguvu wakati wa majaribu. Utujalie uelewano na uvumilivu kati yetu katika familia zetu. Ee Mtakatifu Yosefu, twa kutumaini katika maombezi yako, utuonyeshe njia ya kushirikiana na kujengana katika familia zetu. Familia zetu uzijalie amani, umoja, upendo na furaha. Tunatarajia kupata baraka za Mwenyezi Mungu kupitia wewe, kwa sababu unajulikana kama mlinzi wa familia zetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.